Tupo na mtaalamu wa RITA hapa katika kliniki hii ya msaada wa kisheria ya Mama Samia Legal Aid na yeye atatuambia ni changamoto gani hasa wananchi ambao wamekuja kutatuliwa hapa. karibu sana. Aha, asante sana. Um, kwa majina naitwa Patricia Mpuya, ni meneja usajili kutoka Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini RITA. Uh, tupo hapa kwenye hivi viwanja vya stendi ya zamani Morogoro kwa ajili ya ku kutoa elimu lakini kutoa pia uh, huduma zetu za usajili wa vizazi, vifo, ndoa, wa talaka, watoto wa kuasili pia na masuala ya wosia kwa wale ambao watahitaji uh, kupewa elimu hiyo. Watu wengi wamekuwa wakifika hapa kwenye viwanja vyetu hivi kwa ajili ya kupata huduma ya vyeti vya kuzaliwa, na kama mnavyofahamu wakala sasa hivi huduma zetu tumeziboresha. Tunatuma wananchi wanatuma maombi kwa njia ya mtandao ambapo, na kama maombi yake yanakidhi vigezo ya matalba, ina maana ndani ya masaa arobaini na nane ataweza kupata hicho cheti. Kwa hiyo wananchi wanaofika hapa bado wanafikiri kwamba tunapokea maombi uh, kwa fiziko yani kuyaleta ofisini, lakini tunapenda kutoa rai kwa wale wanaotutazama na walioko majumbani pia kwamba huduma zetu unaweza ukaomba ukiwa huko huko nyumbani, kwa sababu tunawasilisha maombi kupitia mtandao. Utaingia kwenye tovuti ya RITA www.rita.go.tz na utachagua sehemu imeandikwa eRITA. eRITA ina maana huduma zetu zote zile za RITA zimewekwa pale, mwananchi akiwa anahitaji huduma zozote zile akibonyeza pale kwenye kitufe cha eRITA itampeleka kuna huduma za usajili wa vizazi na vifo, ndoa, salaka, lakini pia huduma za, za, za wadhamini. Kwa hiyo kama anahitaji cheti cha kuzaliwa atabonyeza pale kwenye cheti cha kuzaliwa, na kuna maelekezo atatakiwa kufuata. Baada ya hapo, atatuma maombi yake kupitia mtandao, na maombi yake sisi tutayapokea, na atakuwa akijulishwa kila hatua kupitia ule mtandao, na ndani ya masaa arobaini na nane kama maombi yake yanakidhi atapewa hicho cheti, lakini pia kama maombi yake hayakidhi, tunamrejeshea na maelekezo ya nini cha kufanya, ili basi aweze kupata hicho cheti. Kwa hiyo akipokea maombi yaliyorudishwa, ayafanyie kazi kwa haraka na kuyarejesha tena kwetu, ili basi tuweze kuendelea na mchakato wa kumpatia cheti. Tumeona hapa umesema mnashughulikia na masuala ya kuwasili, ni watu wangapi sasa mmewapokea watoto ambao wanatakiwa kuwasiliwa kwa siku ya kwanzia jana mpaka leo? Kwanzia jana mpaka leo, uh, hatujapokea bado uh, wananchi ambao wanahitaji huduma ya kuwasili, lakini tunapenda kutoa um, rai kwa wananchi ambao wanakaa na watoto wa ndugu zao wanaowalea uh, ni vizuri basi ukaweza kuwaasili hao watoto ili waweze kupata haki za msingi. Unapomwathili mtoto, anapata haki kama mtoto wako mwenyewe wa kumzaa, kwa maana ya kwamba utaweza kumgaramia uh, matibabu ya afya, ataweza kubenefit kwenye health insurance yako, lakini kwenye, uh, kwenye, kwenye huduma zako zote ambazo wewe una benefit kama mzazi na kama mtoto anatakiwa kupewa basi ataweza kupewa. Kwa hiyo tunawa, tunatoa elimu hiyo kwamba kama kuna mtu na mtoto wa ndugu unaweza ukafika hapa katika banda letu tukakupa elimu ya namna ya kuasili mtoto na ukaweza kufanya hivyo. Umaona, wananchi hawana elimu kubwa ya jinsi ya kuasili, kuna watu wakatoa elimu kidogo, ili watu hata mwitikio uweze kuwepo. kama kukaa na mtoto bila kumwasili atakosa zile huduma za kijamii ambazo ni za mtiji kwake. Aha. Um, huduma ya kuasili Uh, inaanzia kwa wenzetu wa ustawi wa jamii. Kama una mtoto wa ndugu, kwa maana ya kwamba labda mtoto wa kaka wa dada, wa shangazi, wa mjomba eh, au mtoto tu mwingine umemtoa katika vituo vya kulelea watoto ume, umewiwa kumlea yule mtoto, basi unafika kwa wenzetu wa ustawi wa jamii, kuna taratibu pale, watakupatia wenzetu. Wa ustawi wa jamii wanapatikana katika miti zote za wilaya, wapo masosai wa jamii. Lakini pia kuna idara ya ustawi wa jamii wizara uh, ya maendeleo ya jamii jinsia, wanawake, watoto na makundi maalum. Pale wanaweza wakakupa taratibu ya namna ya kumwasili mtoto. Ukishapata zile taratibu zote, kwa sababu hizi taratibu zinahusisha pia kwenda mahakamani uh, kwa ajili ya kupata sasa uh, kupata haki ya kisheria sasa tota, ya yule mtoto kuwa wa kwako. Ukishapewa ile uh, amri ya mahakama, basi utafika kwetu RITA utaweza kuisajili na kukupa cheti cha kumwasili mtoto, ambao ndio ushahidi sasa kwamba huyu mtoto amekuwa wa kwako, kama anakuwa na right zote anakuwa na haki zote kama mtoto ambaye umemzaa wewe. Na mwitikio ukoje sasa kwa watu ambao wamekuja na changamoto zao za kuwasili na vitu vingine, mwitikio ukoje kwa wananchi katika huduma hii ya msaada wa kisheria? Uh, mwitikio kwa kweli kwa wananchi ni mkubwa. kama mnavyoona mbele ya banda letu tuna watu wengi sana ambao wamefika. Asilimia kubwa hapa wamefika kwa ajili ya kupata huduma ya vyeti vya kuzaliwa. Katika hili banda tunachakata kwa maombi ambayo yamekidhi vigezo na tunaweza kuwapatia vyeti hapa hapa kwa maana kwa ya kwamba wale ambao wameshaomba siku ya juzi ya jana, basi maombi yao kama yameweza kukidhi vigezo tunawapatia vyeti hapa hapa, ndio maana unaona mwitikio ni mkubwa. Lakini pia nipende tu kwa kwa kuwasisitiza kwa, kwa kwamba tutakapomaliza huduma hii hapa, wasisite kufika katika ofisi zetu. Tuko katika ofisi zote za wakuu wa wilaya ambapo wanaweza wakapata huduma zetu zote na pia RITA makao makuu uh, wanaweza pia wakapata huduma zetu zote za usajili wa vizazi, vifo, ndoa, talaka, watoto wa kuasili, lakini pia kama wana maswali kuhusu masuala ya udhamini, lakini na masuala ya uandishi na uhifadhi wa wosia pia wanaweza wakapatia. Asante sana, shukran.